Kwa wale deposit Taurex kupitia credit card na inabidi u withdraw pia kwa kutumia credit card. Na hizi ndo process ambazo utatakiwa kufata ili uweze kuwithdraw pesa yako ambayo uli deposit kwa credit card, no, no. Kwa, kwa mara ya kwanza kama kawaida utakuja kwenye manage wallets. Kishafika kwenye kwenye manage wallets, utafanya internal transfer. Internal transfer kwa maana kwamba utafanya transfer kutoka kwenye MT5 trading account yako kuja kwenye manage wallets. Unaona, After then, utaweka amount unayotaka kufanyia transfer, let's say kama ni dola 100, then uta submit request. Unaona, ukisha submit request ile pesa yako itatoka kwenye account yako ya MT5, itahamia kwenye kwenye manage wallets, ambayo ndio wallet yako ambayo inakuwa ina hold hizo hela kwa muda huo. By then kama ule deposit wa credit card, utakuja hapa kwenye your credit cards. Ukishafika hapa utaenda uta, add credit card Utabonyeza kwenye add credit card, watakuomba last, last four digits ya credit card yako. Utaziona tu pale kwenye credit card, sinaona ya kwangu ni arobaini na tano tisini na nane k utaweka arobaini na tano tisini na nane Card holder name utaangalia imeandikwa pale, ya kwangu ni Johnson Johnson L mafuimbo mafuimbo. Utakuja kwenye card type whether ni mastercard au ni visa, ya kwangu mimi ni visa, unaona. Utakuja kwenye month ambayo kadi ina expire by then, ya kwangu ni mwezi wa nane, na year year ni 2029 so, unaona. Then kwenye billing information utachagua tu same as account information, email itajaza address, utaweka let's say, kama ni post utaweka utaweka hata post Dar es Salaam. State au province utaweka Dar es Salaam, kutokana na mkoa unaokaa mi Dar es Salaam naweka, na zip na post code utaangalia kwenye website kutokana na eneo unaloishi utapata zip code yako. Phone kama kawaida, sehemu itaanza na 255 kuonyesha kwamba uko TZ, and then itafata namba yako bila zero, alafu utaona maelekezo hapa, anakuambia kwamba kindly upload a photo of credit card, of card Used to deposit front and back. Utaweka picha ya kadi yako uliotumia ku deposit, utaipiga picha mbele na nyuma, ambapo for security issues wamekwambia you can hide the rest of the numbers so, no, no. So mimi nitakuja kwenye desktop kija nikiangalia, no, no, front and back side. No, no. Unaona hii hapa kadi yangu, hizo namba za mwanzo unaweza ukaficha, ankwambia, then uta upload. Ki upload, uta save. Thank you for uploading your documents. Kadi ni iyo, utaficha hizo namba za kwanza for security purpose. Ila zile za mwisho utaziandika kama kawaida. Unaona? Utakuja tena upload document utaselekti hapa hivi front and fron backsid, utabrose utabros, utakuja kutafuta back backside, ni hii hapo. Baksidi nimeficha CVV na for security issues, then utaseve seve, utalose. Utakuwa umeshaweka zote mbili front na back. Unaona? And then utakuja utaweka uta password yako hapo. Alafu uta submit new credit card. Unaona kisha submit itakuwa pending, itakuwa na pending validations. Unaona no, ambapo after, after, after some after after some time kidogo kadi yako itakuwa verified. Ikishakuwa verified, maana yake utakuja kama kawaida kwenye withdraws, then utaomba withdraw the amount unayotaka. Ukishaomba amount unayotaka, let's say ni ile dola 100, ukishaenda mbele utakutana na ile method ambayo ni credit card tayari imeshawekwa. Utaiselect then utawithdraw kama kawaida.